Na, mambo vipi Mtonga nguvu na na zaidi zaidi. Bwana, bwana hizo teams zinafanya vizuri sana ni timu bora sasa hivi hapa Tanzania. E, tunajua kabisa bwana hizi timu mbili zinashiriki kimataifa na zinafanya vizuri sana. Na, na tunajua kabisa kimataifa zimeshinda mechi zao zote mbili, nyumbani na ugenini. Ndio ujue timu hizi zinafanya vizuri, zina pafomu vizuri sana msimu huu. Sasa ishu kubwa zinakuja katika timu zetu kubwa za Simba na Yanga, na tunajua kabisa nazo zimefanya vizuri, lakini mpira wao aurizishi kabisa. Tunajua kabisa Yanga anacheza mpira, ndio ameshinda vizuri, lakini mpira wake haurizishi kabisa. Unacheza mpira ambao haurizishi mashabiki zake. Sawa, anashinda, lakini mpira anaocheza ni ovyo. Tukija kwa Msimbazi, kuna hivyo hivyo, anacheza mpira, ndio anapata ushindi, lakini ushindi wake unakuwa ni mgumu, mpira wake haueleweki kabisa. Mambo yamekuwa ni mengi sana sasa. Mashabiki wameingilia kati na kusema, bwana, timu zao za Simba na Yanga hazina uwezo kama Singida na Azamu, Azamu na Singida wanacheza mpira mzuri sana ambao unaeleweka, unaona kabisa, unasikia raha. Kwa hiyo timu ambazo zitakuja sana kutesa hapa msimu huu zitakusumbua sana na zitafanya vizuri Wakikaa vibaya simba na yanga katika timu ya Azam na Singida, moja wapo takaja kuchukua ubingwa wa hapa ligi kuu Tanzania. Tunajua kabisa msimu wa moto sana na timu zimesajili vizuri sana sana mtandaoni yangu ni hayo, mtu wangu wa nguvu, asante sana.